Naitwa Ally Kasim Mandai, ni mjumbe wa Baraza kuu la wazazi Taifa, nafasi tatu za Tanzania Bara, mjumbe wa kamati ya uchumi na fedha ya Taifa, lakini mjumbe wa halmashauri kuu ya mkoa wa Dar es Salaam. Nimefika hapa kwa ajili ya kuchukua fomu za kuomba ridhaa ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia na ridhaa ya viongozi wetu katika mifumo ya uteuzi ili kuweza kugombea nafasi ya ubunge ndani ya jimbo la Kigamboni. Kwa hiyo hilo ndo kubwa ambalo leo limenileta hapa, lakini tukiamini kwamba ubunge ni uwakilishi, kwa maana kwamba ni lazima watu wakupe ridhaa, na watu hao hasa ni wanachama wa chama cha Mapinduzi, lakini ukiondoa wanachama wa chama cha Mapinduzi, hata wana vyama wa vyama vingine ambao wana mapenzi mema na chama cha Mapinduzi, lakini mapenzi mema na nchi yetu. Kwa hiyo wote wakiridhia kwa maana kwamba Ally Mandai yapeperushe bendera ya chama chetu na ya Kigamboni yetu, basi litakuwa mbunge insha Allah mwaka 2025 2030. Na hiyo ndiyo nia ambayo imenileta hapa kwa wakati uliopo. Asanteni sana.